Safari ya kampeni za kunadi sela za CCM kwa mgombea mwenza wa urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Emmanuel Nchimbi hapa mkoani Tabora zilianzia katika jimbo la Bukene Manonga, baadaye Nzega vijijini, na kwa siku ya jana zilikuwa katika jimbo la Sikonge, baadaye jimbo la Ulyankulu na leo hii ni katika jimbo la Igalula, ambapo ni tamati ya ziara yake kwa hapa mkoani Tabora. Daktari Emmanuel Nchimbi anafika katika jimbo hili na hapa ananadi sera za chama hicho, na jambo zuri kuhusu CCM ni kwamba imeonyesha kwa vitendo, ime kwa kwamba ikiahidi ina ikiahidi ina ikiahidi na iki tekeleza Chama chetu cha Mapinduzi kimedhamiria kulifanya katika miaka mitano ijayo ni kuhakikisha usalama na amani ya Watanzania vinaendelezwa <laughs> siemoye <laughs> Ilani ya Chama cha Mapinduzi imeweka mkazo wa pekee katika matumizi bora ya ardhi matumizi bora tumesema, katika miaka mitano inayokuja tunakwenda kutengeneza utaratibu wa kuhakikisha kwamba hakuna migogoro wa ya wakulima na wafugaji, hakuna migogoro ya wakulima kwa kutengeneza mpango bora wa ardhi ambao unawezesha jamii zote hizi mbili kupata maeneo salama ya kutania shughuli zao. lakini pia Chama cha Mapinduzi katika miaka mitano inayokuja kitaifa, tumeona changamoto kubwa ya ajira ya vijana, changamoto kubwa ya ajira ya vijana, na hivyo CCM imezabilia, ikipata nafasi ya kuongoza tena katika miaka mitano inayokuja, katika sekta rasmi na sekta isiyo rasmi, tunakwenda kutengeneza ajira mpya bilioni tano hapo sisi jimbo letu hili la Igalula tuna changamoto ya barabara barabara zetu zinapitika wakati wa mvua huwa zinapitika kwa shida sana barabara hizi ni za kuingia na kutoka ndani ya jimbo la Igalula barabara hizi zina kilomita 358 naomba nizitaje barabara hizi kufatana na umuhimu wake, barabara ya msororo Goweko Igalula mpaka mto wala ina kilomita 39, lakini barabara ya msororo Goweko mpaka Kigwa ina kilomita 30, lakini barabara ya Igalula

Hili Kalemera Itogela kilometa kumi, yeah! yeah! yeah! yeah! na mbili Ndoro Huruma kilometa thelathini, Isuli Mieze kilometa ishirini, Mabeshi Weya kilometa thelathini, Tura Mangela Lutono kilomita ishirini na tano, na Keza Igombe. Lakini vile vile tunakwenda kufungua kuboresha barabara kwa kiwango cha lami zege chabarare na kujenga madaraja ya kibwa itadauru ndono ndono ufuruma isuri nyezi mabe shiroya na tura mwambela tea. Kwa kupitia swala hili la zoezi hili la la kuhakikisha wakulima wetu wanaenda kufanikiwa katika zao la tumbaku. Kwanza kabisa, sasa hivi tunaona makampuni mengi yameshajitokeza yameingia Tabora. Kwanza kuna wameshajenga miundo mbinu ya magara makubwa tumeona ajira, mafundi wanapata kazi, vijana wengi wameingia kwenye ma, makampuni haya ya tumbaku wanafanya kazi wanapata kazi wanapata kipato cha hali ya juu sana. Kwa hiyo tunaomba tuongeze juhudi, Watanzania, katika sekta ya tumbaku. Sasa ni kuTabora kwa sababu serikali tayari imeshakuwekeza. Mimi naitwa Saidi Kapalira na hii ni Jambo TV.